Kwa majina naitwa Nancy Obilo, mkaaji wa Kakamega Lurambi Sub County Sheiwe Ward. tuko hapa ni kwa ajili ya heshima ya mwisho ya aliyekuwa baba yetu wa Kenya. Tulimpenda lakini Mungu amempenda zaidi. Mimi nikiwa hapa nimehuzunika sana, kwa maana nimepoteza mtu aliyetushika mkono, aliyetushawishi na alituonyesha mbele. Tumejumuika hapa kwa kumpa hekima yake ya mwisho na tunaomba Mungu aweze kuilaza roho yake pahali pema. Ni hayo tu. Uh, kwa majina naitwa Tebla Hasandi nikiwa mkaaji wa hapa Kakamega na nikiwa pia mmoja uh, wa ODM Youth League ya Kaka, ya Kenya Nasikia leo nimehuzunika kukua kuku, na hii shughuli maana, tukijua ya kwamba kinara wetu anaweza tuwacha asuna si left, lakini tunamwombea safari yake, akirudi katika to the creator Mungu at atembee salama na jua ya kwamba the legacy ambayo ameiwacha we shall keep it on, na tunamsherekea leo kama baba ambaye alichampion ali The Constitution ya yeah, 2010 ambayo imetupatia sisi wanawake na wale ambao wako under privilege katika society uh, a chance to lead, na tunamsherekea leo na that thing, tutaendelea ku ku pass it on to the next generation. Ababa, rest in peace, we shall meet one day. Ah, na uh, wapenzi watazamaji mnapoangalia hapa, jina ni Shamala tumekuja kuomboleza mzee tulimpenda sana, ambaye alikuwa kinara wa ODM na alishepu siasa ya Kenya, na sisi kama vijana tumejitokeza ili kupeana heshima ya mwisho kwa mzee, kwa sababu tulimuheshimu na kwa hiyo yote tutazidi kupigania yenye aliyoacha na, na Mungu awabariki. Mi ni mkaaji wa Viga County, nimekuja kujoini na watu Kakamega County kuomboleza baba. Wote tumesikia uchungu na tuko pamoja Viga County na Kakamega County, wote tunalia, nikusema tu ni pole wale wamesimama MCA, mi nawaombea Mwenyezi Mungu, muomboleze pamoja. Lakini kwa watu nimesimama hapa, najua kuna kiongozi anaweza toka katikati yenu. Mimi niko Viga County, lakini tawashika mkono kwa kila kitu, lakini najua kwa hao tumesimama hapa kuna kiongozi msikufero, kuna kiongozi kwa watu wenye tumesimama hapa. Mimi natoka Viga County, naomba tu ni amani. Kwa kila kitu. Ya, yeah. Kwa majina naitwa Godfrey Otieno, kijana mwepesi. E, tumekusanyika mahali hapa kwa kumwona baba yetu Raila siku ya mwisho. Wengi hatungeliweza kufika Bondo, lakini kwa imani najua wote Kenya mzima tumepoteza na tunaomboleza hapa Kakamega pia sisi tumeomboleza, na kama vijana viongozi shupavu wenye tunakuja, tunataka tusimame pamoja tupiganie haki yetu kama vijana. Eh, vijana Gen Z wenye tumebaki sisi ndio opposition. Nataka kuhakikisha kwamba mambo itaenda sawa sawa vile baba angeliendesha akiwa mzima. E, vile vile tunajua baba ameenda ni mwili, lakini ile spirit imebaki ndani mwetu kama sisi vijana. Na wale wenye watasema kwamba baba ameenda sasa, wacha wafanye vile wanafikiria, hatutakubaliana na mambo yao. Asanteni, tunashukuru, tuzidi kushikana kama Sheywe aspirant MCA, nasema vijana mtupe ushindi, ombi langu ni hilo kwa wana Sheywe. Asanteni, naitwa Wesley Bahati. Uh, youth from Ikolomani that is Ilako South Ward na tumekuja hapa kuomboleza baba, so hapa hivi sisi ni wana, mimi ni mwanasiasa lakini kwa sababu ya msiba uliotupata kwa sasa tumeweka siasa kando, tuna tunaweza kuomboleza baba Raila Molo Odinga. Na ambapo tukimaliza matanga ya baba tutakaa chini, turudi kwa siasa, tuangalie pia tuweze kupata kiongozi kama Raila Amolo Odinga ambaye anaweza kutuwakilisha. Asante sana. Ante, once again uh, my name is uh, Wanjala Eliud the Kakamega County Youth Leader and also a Senate aspirant of 037 which is Kakamega County. Mimi kwanza uh, pia nataka kupitisha rambirambi rambi zangu kwa familia ya Mheshimiwa Right Honorable Raila Odinga na Wakenya wote kwa ujumla wakiwemo vijana wenzangu. Tunajua ya kwamba mzee amepigania mambo mengi katika Kenya hii, ameteswa, amenyanyaswa, lakini ile zeal ya kuhakikisha ya kwamba Kenya inakuwa mahali pazuri ambapo tunaweza ishi, iliishi ndani yake mpaka siku ya leo ama siku ya kesho ambayo atakuwa nazikwa. So mimi nataka tu kuomba vijana wenzangu tuomboleze kwa amani, lakini Uh, wa leadership, uh, skills so that we can take the position of baba. Najua ya kwamba tutasimama na tutasema hapana mahali ambapo tunajua ya kwamba mambo haiendi sawa. So asanteni sana vijana wenzangu ambao wametujoin siku ya leo kwa hii candle lighting. Uh, tunafanya tu hivi pia sisi kuungana na wakenya wengine kuhakikisha kwamba roho ya mzee inalala mahali pema peponi. Uh, mimi mwenyewe huko yeye ni mjomba wangu kwa sababu mama yangu anatoka huko na sasa nimepoteza mjomba, si baba tu sasa. Namwombea sana na naombea familia ile, wakuwe na amani ya Mungu na Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Najua tuko na msanii ako na wimbo special kwa ajili ya baba, nimpee uh, nafasi hii atuimbie.